Unajua Biblia siku zote huwa iko mbele ya teknolojia eh, unakumbuka maneno ambayo Yesu aliambia wanafunzi, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema ya nani? Mungu alijua leo DVP Studio tutakuwepo. Leo bwana, tulikuwa na project yetu maana kabisa hapa, jaribu kwanza kidogo kuamkia bwana, nilikuwa katika kitengo hiki hapa. Nipo niliposema ole wangu mimi kwa maana nimepotea tena, naka kwa watu wenye midomo micha. Emanae huyo <laughs> ni mtu wa kwanza eh. Sasa ngoja tukwambie ingoma ilikuwa na watu bla bla, saundi za kutosha, sauti za mayai. Emana ngoja tumusikilize mwingine, kisha mmoja wa wawe malaika aliluka <laughs> wewe ukiija utaacha chini. Hey, tunaendelea. tunaendelea na challenge. Mimi nakwambiaje DVP STUDIO bwana, tunakuletea mambo haya safi kabisa kanisani kwako, sisi tunakufikia. Una habari njema kanisani kwako, una project yoyote, una tukio lolote, usisite kututafuta. Ishu yetu kubwa ni kuitembeza habari njema na kanisa kwenye mataifa yote, twende kazi. Juu yake walisimama mala